Ujambo na karibu tena katika kipindi cha leo. Na natumai kwa sasa tumeweza kujifunza mengi kuhusiana na atomi. Na kwenye kipindi kilichopita tuliweza kuingia ndani ya atomi na kuweza kujifunza nguvu mbili muhimu sana kwenye atomi. Kuna kitu muhimu ambacho tuliweza kujifunza kwenye kipindi kilichopita na ni kuhusiana na zile nguvu mbili ambazo zinapishana katika kiini cha atomi. Nguvu hizi mbili ambazo tuliweza kuzungumzia ni nguvu ya kielektromagnetiki. Kwanza tulisema ni nguvu ya kielektromagnetiki, na nguvu ya pili tulisema, tulisema ni nguvu kuu ya nyuklia ama ya kinuklia. Nguvu kuu ya nyuklia tuliweza kujifunza kuhusiana na nguvu hizi mbili na tuliona kuwa nguvu hizi mbili huwa ziko katika vita vina, huwa zinapigana uh, kwenye kiini cha atomi kwa sababu tulisema, uh, tulisema kuwa uh, nguvu hii ya kielektromagnetiki tulisema athari zake husikika kwa mbali sana unaweza kuhisi kwa mbali e, na tuliweza kuzungumzia kuhusu uh, protoni yenye chaji chanya tukasema, nguvu za kielektromagnetiki unaweza kuzihisi kwa umbali e, kipimo chake ama umbali umbali wa uh, chaji hizi mbili ni rahisi sana kusikia nguvu hizi zikiweza kuathiri chaji hizi mbili hata zikiwa kwa zikiwa mbali iwe ni chaji chanya iwe ni chaji hasi, kwa mbali utasikia nguvu za kielektromagnetiki zikiwa na athari zake. Lakini kuja kwenye nguvu ya kuu ya nuclear, athari zake hukua kwa karibu sana, hukua karibu, lazima uh, chaji hizi mbili ziweze kuja karibu sana. Ni posa nguvu za kinuclear ama nguvu kuu ya nuclear uh, tulisema kwa kimombo inaitwa strong nuclear force athari zake uweze kuzi, kuzihisi lazima chembe hizi mbili za chaji ziweze kuja karibu sana, ziweze kukaribiana sana sana sana, zigusane ili athari za nguvu hizi ziweze kusikika ama kuweza kuhisika na chaji hizi mbili. Kwa hivyo nguvu ke, ya kielektromagnetiki huwa inakuwa na mkono wa juu ama inakuwa na faida kwa sababu athari zake huwa za mbali si lazima kuwe karibu, ndo hivyo. Ndo maana ni vigumu sana wakati unasukuma uh, sumaku mbili kwenye ncha ambazo zinafanana, ni ngumu sana sumaku hizo kugusana, kwa sababu athari za nguvu za kielektromagnetiki huwa ni kubwa, hiwezi kuruhusu lete chaji hizi mbili pamoja, huwa inakata na inatenganisha, haziwezi kuja pamoja. Natumai hiyo ilikuwa ni kitu ambacho kiliweza kueleweka. Uh, lakini sasa tulisema kuwa mle ndani katika kiini cha atomi, protoni zinaweza kushikana ama zinaweza kukaa kwa karibu, na ni nguvu hii kuu ya kinyuklia ambayo huvuta uh, chaji pamoja, ndiyo inawezesha chaji hizi za protoni kuweza kushikana, kwa sababu nguvu hii huwa ni mara mia moja, ni mara mia moja ama ni ni mara mia moja ya nguvu hii ya kielektromagnetiki. Kwa hivyo ni rahisi sana, wakati chaji hizi mbili zimeweza kushikana, ni vigumu sana kuzitenganisha. Kwanza ni vigumu kabisa kuzileta pamoja, wakati nguvu hizi za kielektromagnetiki ziko kwenye kazi. Lakini ukiweza kufaulu kupiku nguvu hii ya kielektromagnetiki, nguvu hii kuu ya kinyuklia huchukua hatamu na ukuwa ngumu sana kutenganisha ya chembe hizi mbili za protoni. Lakini ningependa tujifunze kitu kidogo hapo hivyo, ili tuweze kuelewa uh, sheria za fizikia ambazo zinafanya kazi. Hizi sheria mbili muhimu za fizikia ni nguvu mbili muhimu za fizikia, lakini ningependa tuweze kujifunza zaidi, ili tukaweza kuelewa sheria sheria za uh, za fizikia zinazofanya kazi kwenye atomu haswa sana kwenye kiini cha atomu ama nyukliasi kwa sababu hapo ndipo tuna shida kubwa sana hapo ndipo tuna shida kubwa sana na tukiweza kuelewa vita ama mvutano kati ya hizi nguvu mbili, itakuwa rahisi sasa sa, sa, sisi kuelewa jinsi nguvu iliyoko kwenye atomi inaweza kutengenezwa. Ni vipi mtu anaweza kutengeneza nguvu iliyo kwenye atomi? Na siku leo ningependa tunaweza kuangalia jedwali la elementi. Natumai unaweza kuliona sijuka unaweza kuliona vizuri sana. Natumai inaweza kuonekana. Kwa wale ambao waliweza kufaulu kusoma hadi eh, shule ya upili najua mliweza kupata e, eh, jedwali hili wakati tulikuwa tunasoma. Na, <laughs> na wengine tunajua tulikuwa tunahofia sana kemia. Kulikuwa na uoga mwingi sana na kijia kwa mambo ya masomo ya kemia. Sijui kwa nini watu walikuwa wanaogopa kemia sana. Kemia haikuwa ngumu hivyo. Kemia ilikuwa somo nzuri sana na nilipenda mimi mwenyewe. Uh, kemia ili tu, tulifunzwa sana, natumai Nadhani hii ilikuwa kwenye kidato cha pili ambapo, ah, kidato cha kwanza la kidato cha pili ambao tunaweza kusoma kuhusu jedwali la kemi la elementi elements kwa Kizungu tunasema periodic tables of, eh, periodic table of elements. Na ukiweza kuangalia jedwali hili, kuna vile limepangiliwa na mpangilio ambao mimi ni kuna haja nao ni mpangilio wa idadi ya atomi. Samahani, idadi ama nambari ya atomi, nambari ya atomi uh, kulingana na masomo ambayo tumeweza kufanya hadi sasa niliweza kuelezea kwenye kipindi kimoja kilichopita kuwa nambari ya atomi ni sawa na nambari ya protoni. In fact, nambari ya atomi hutokana na nambari ya protoni. Kwa hivyo, wakati umejua idadi ya protoni iliyoko kwenye atomi ya elementi fulani, basi hapo ndipo unaweza kujua, eh, nambari ya kiatomi ya elementi hiyo ama protoni ama atomi hiyo. Kila elementi hukuwa na atomi tofauti, na utofauti wa atomi hujulikana na idadi ya protoni iliyoko kwenye nyukliasi ya atomi hiyo. Kila elementi hukuwa na idadi tofauti ya protoni, na hivyo ndivyo tunaweza kutambua aina tofauti tofauti ya elementi. Ikiwa umepewa picha ya atomi alafu uweze kuulizwa, tupe ama tuambie atomi ile ni ya elementi gani. Hapo itakuwa rahisi wewe kujua, ikiwa unajua kuwa kile ambacho unafaa kuenda kuhesabu ni nambari ya protoni iliyoko kwenye picha ile ya atomi. Sijui kama tumepatana hapo. Hivyo kwa mfano tuseme hata n neke jedwali hili kando kidogo, tuseme ikiwa umechorewa picha alafu kisha ukaambiwa hii ndio, uh, kiini cha atomi, alafu kiwango cha kwanza cha nishati kuna elektroni pale, alafu kiwango cha pili cha nishati kuna elektroni pale, elektroni pale, kisha uambiwe humu ndani, humu ndani tuko na protoni sita wambiwa basi hapa hivi kuna protoni sita. Ukishaambiwa hivi, kazi yako sasa ni kuenda kwenye jedwali la elementi alafu utafute ile atomi ambayo ina nambari ya kiatomiki nambari sita ya kiatomiki, ya, ya kiatomiki. Samahani, nambari sita ya kiatomiki. Tukitazama jedwali hii, elementi ambayo ina nambari sita ya kiatomiki ni elementi hii. Kuja hapo, naangalia nambari sita, elementi hii ya kaboni. Basi tukifikia elementi ya yenye nambari ya kiatomiki nambari ya 83 kujua. Hivi ndio urahisi wa kuweza kusoma kwe jedwali hili la elementi. Kwa hivyo idadi hii ama nambari hii ambayo utaweza kuiona kwenye jedwali hili ni sawa na idadi ya protoni iliyoko kwenye atomi ya elementi hii, atomi ya elementi ya ile. Kwa hivyo Mbona ni muhimu sana sisi kuweza kujua nambari ya atomi? Ni muhimu sana sisi kuweza kujua nambari ya atomi kwa sababu uh, nguvu hizi mbili ambazo tumeweza kuzungumzia, nguvu za kielektromagnetiki na nguvu za kinukliasi, kuna venye hufanya kazi tofauti kulingana na idadi za protoni kwenye atomi ya, ya, ya elementi fulani. Kama unaweza kumbuka vizuri kabisa katika somo uh, la kemia kule uh, shule ya upili tuliweza kusoma hadi elementi ya ishirini ambayo ni kalsiamu. Hatukuweza kusoma zaidi ya hapo. Ni kwa sababu zaidi ya hapo mambo huanza kubadilika, mambo huanza kubadilika ndani <laughs> ya atomi ya elementi hizi. Cha msingi kabisa ambacho ningependa ujue ni ambayo ni bismuth, mto bismuth kwa Kiingereza. Tukifika hapa mambo hubadilika kabisa kabisa kabisa na Hili ndo jambo ambalo ningependa tuweze kuzungumzia siku ya leo. Mambo gani haya hubadilika sana kwenye kini cha atomi, cha, cha atomi wakati idadi ya protoni inafika 83. Kwa hivyo kile ambacho kinafanyika wakati uh, na idadi wakati idadi ya, kia, ya protoni inafika protoni uh, inafika 83, nguvu hizi huanza kusukumana sana kwa sababu idadi ya protoni hukuwa nyingi sana kwenye nyukliasi ya atomu, na hapo zile nguvu za kinuklia ama nguvu kuu za nyuklia ama kin, e, ngu, nguvu kuu za kinuklia huweza kuanza kulemewa kuleta chaji hizi pamoja, kwa sababu nguvu hile ya kielektromagnetiki ambayo husababisha chaji kutengana huanza kuwa nguvu kuwa na, uwe, na ushawishi mkubwa sana, ushawishi wake unaanza kuongezeka pindi kipindi e, idadi ya protoni inafikia kiwango cha uh, 83 na hapa ndipo kunaanza kuona muozo wa elementi e, muozo ule ambao tulikuwa tunaita <laughs> e, decay, e, kwa kimombo decay, andike na kalamu ya kalamu nyeusi tukuta e, radioactive decay, radioactive decay. Kwa Kiswahili tunasema kuwa hii ni e, muozo wa mionzi au kwa wale ambao ni weledi wa lugha yeah, tunaweza kusema hu hu ni, eh, unuru rishaji. Unuru rishaji. Unuri, huu ni unururishaji unururishaji, ama tunaweza kusema huu ni unururifu unururifu ni sawa na mwozo wa mionzi, na hii hutokana wakati ambapo eh, nguvu za kielektromagnetiki zinaanza kuwa na nguvu na ushawishi mkubwa sana ukilinganisha na nguvu kuu ya kinuklia kwenye kwenye kiini cha atomi. Na hii ufanye hutokea wakati idadi ya protoni imekuwa nyingi sana pale ndani kwenye kwenye kiini cha nyukliasi ama kwenye kiini cha atomi. Natumai uweze kuweza, natumai uweze kuelewa kile ambacho naweza kuelezea hapo hivyo, na nadhania nitarudia zaidi uh, uh, uh, mada hii kwa sababu ningependa sana tuweze kuelewa mada hii vizuri uh, ili tuweze kuelewa mbona basi uh, atomi inaweza kutoa nguvu nyingi sana wakati nyukleasi yake huchokozwa. Na uchokozi huu ama utingizaji huu ambao unafanyika huku ndani, kuna njia mbili ambayo inaweza kufanyika, na njia ambayo inaeza, ya kwanza ambayo inaweza kufanyika ni hii, imeweza kuelezea wakati idadi ya protoni ndani ya kiini cha atomi inakuwa nyingi sana na hivyo basi vita kati ya nguvu za kielektromagnetiki na nguvu za kinukleasi, eh, inaibuka na mara nyingi nguvu ya kielektroniki huwa inashinda na husababisha uh, atomi ya elementi ile kuweza kuvunjika na kuwa vipande uh, na hii ni kitu ambacho ningependa tunaweza kuzungumzia kwa, kwa undani ili tuweze kuelewa vizuri kabisa jinsi atomi huunda nguvu ya kinuklia. Asanteni. <laughs>